Kuna kipindi fulani watu walivyokuwa kwenye harakati za kupambana na janga la ukimwi, waliibuka baadhi ya watu ambao walikuwa na propose kwamba ukimwi hausababishwi na virus. Kwa hiyo wali dismiss the large body of evidence iliokuwepo kwamba virus ndio wanaesababisha ukimwi. Kwa hiyo wali propose kwamba ukimwi unasababishwa na vitu vingine kama utapiamlo na vitu vingine ambavyo walikuwa wanavitaja. Sasa baadhi ya watu wao ni alokuwa rais wa pili wa South Africa. Sasa yeye naye alienda na hiyo imani kwamba ukimwi hausababishwi na kirusi, kwa hiyo alikataa kwa namna yote ile any intervention ambayo ilikuja kudeal na kirusi chenyewe, madawa yote yale ambayo alikuwa na target virus. Sasa Madhara yake ni kwamba alisababisha vifo vingi sana vya watu na watoto wengi sana walizaliwa wakiwa HIV positive. Funzo ambalo tunaweza kulipata hapa ni kwamba unapopotoshwa kuhusu kitu fulani inakuwa ni ngumu kwako wewe kuchukua maamuzi mazuri kwenye iko kitu au kufanya machaguzi mazuri kwa sababu ukiamini kwamba ugonjwa fulani ausababishwa na kitu fulani ambacho tayari kilikuwa proposed inamaanisha hata utaavoidi tiba.